E, tukishuhudia kikosi cha RS Berkane tayari kwa mazoezi hayo, kama ambavyo tunashuhudia nyota hawa hapa tayari kwa mazoezi ya kuweka miili sawa, huku wakianza kukimbia e, wanafanya warm up. Lakini pia katika kikosi hiki tunashuhudia nyota ya baadhi e, kama Kamala ambaye alifunga goli la kichwa katika mchezo ambao ulipita, na hivyo namna ambavyo wako hapa, lakini pia e, maandalizi makubwa ni mchezo wa kesho. Simba nao wamejiandaa vipi kwenda kukutana na RS Berkane? Hili ni swala ameshajihakikishia uh, ushindi wa mabao mawili kutoka kule nchini Moroko, na ni namna ambavyo wanakuja kuimaliza mechi hapa katika dimba la New Amani Complex kutoka uh, Tanzania visiwani Zanzibar. Hapa namna hii shuhudia furu kikosi pekee hapa namba sita hii ya hapa ya RS Berkane ilionekana kuwasumbua sana Simba Sports Club, eneo la eh, Fabrice iramba ngoma na Kagoma. yes, kiasi huyokifupiakasema ni uchebe <coughs> naita hivyo yuko hapa naye tayari, kama unavyoona wakipasha hawa viungo peke yao awaa